Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo hamjambo. Karibu tena ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninawaomba usikilivu mwema pamoja na usambaze hii kanda mpenzi mtazamaji kuelekea kwa vikundi vingi. Amekuwepo na mjadala na mashambulizi ya makombora makali sana ya hoja kwenye mitandao ya kijamii kuelekea kwa mtoto wake Samia Suluhu Hassan ambaye ni binti Wanu Hafidh. Wanu ni mbunge katika Tanzania au serikali ya muungano wa Tanzania kutoka Zanzibar. Vile vilevile ni waziri msaidizi katika wizara ya elimu, ameweza kupata makombora makali sana asua, baada ya kanda ya msaidizi wa mwenyekiti wa bara wa chama cha Chadema John Heche kufumbuliwa au kutolewa kwenye maktaba kanda ambayo aliweza kuzungumza kipindi kimoja alipokuwa mbunge. Sasa hivi majuzi, huyu waziri msaidizi wa elimu ambaye ni Wanu, ameiri mtoto wa Samia Suluhu Hassan alipokuwa kwenye ma hafla fulani, hafla moja ya kufuzu kwa wanafunzi ambao wameweza kumaliza masomo yao kwenye vyuo vikuu, aliwashauri vijana mm -hmm, ndugu wa Tanzania ambao wamekamilisha masomo yao ya vyuo vikuu na kuhitimu kwamba wakajiajiri, wasije wakategemea serikali kuwaajiri. Sasa suala hilo la kuwataka Watanzania kuweza kujiajiri, kipindi yeye mtoto wa Samia hajaweza kuajiriwa, bali ameenda kwa serikali kutafuta ajira, limeweza kuzua hisia mseto. napenda kuwakumbusha kuwa baada ya kuhitimu masomo yenu, mafanikio yenu katika maisha hayatategemea tu elimu mliyoipata hapa Taasisi ya Teknolojia ya Dar es Salaam, Kampasi ya Mwanza, bali pia tatokana na jinsi mtakavyotumia elimu hiyo. Ninafahamu kuwa changamoto nyingi zipo katika kujiajiri, lakini muhimu kuliko yote ni nia na uthubuti, kwani tunasema kwenye nia pana njia. Ninamshauri kila mhitimu awe na dhamira kujiajiri na kuwa tayari kuvuka vikwazo vitakavyojitokeza ili kufanikisha malengo yake. Aidha, napenda kuwakumbusha wahitimu wote kwamba jamii ina matarajio makubwa kutoka kwenu mafundi. Kwa hiyo tunatarajia kuwa nyote mtaonyesha umahiri na mfano bora mahali pa kazi. Kwa kufanya hivyo, mtakuwa mmeitangaza kampasi hii vyema na kuwapa moyo walimu, wazazi na, wale na walezi waliochangia katika elimu yenu. Akipindi ambapo mazungumzo hayo yake mtoto wa Samia yanazidi kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Kanda yake John Heche ambaye tunasema kwamba ni msaidizi wa mwenyekiti wa chama cha Chadema upande wa bara imeweza kutolewa alipokuwa mbunge kipindi hicho, John Heche alipokuwa anazungumza bungeni, aliuliza hivi itakuwaje, viongozi wa serikali wanawaomba wananchi wakajiajiri, kipindi hao wananchi kipindi hao viongozi wenyewe kazi ilipowakosa walienda kwa wananchi, walienda kwa raia kwa wapiga kura wakawaomba kazi. Yaani, serikali inaambia wananchi kwamba wakajiajiri, kipindi ambapo Samia kazi ilipomwishia alirudi kwa wananchi, kipindi ambapo wabunge kazi ya miaka mitano ilipoisha walirudi kwa wananchi kuwapembeleza kwamba wawaajiri kazi Itakuwaje kipindi ambapo wananchi wanawaomba viongozi wawatafutie kazi, viongozi hao hao ambao sisi raia ndio tuliweza kuwaajiri, sasa hawataki kutusikiliza. Wanatueleza kwamba tuende tutafute vyeti vyetu, au vile vyeti ambavyo tuliweza kuvitafuta kutoka vyuo vikuu, kutoka taasisi mbalimbali, tukaviweke wa maktaba au tukavyeke kwenye sanduku pale nyumbani au mahala ambapo unaweza ukahifadhi vyoo uh, vyo vyako, alafu uende ukajiajiri. Vijana mnawaambia hawana ajira eti eti wajiajiri, we wa mwenyewe umeshindwa kujiajiri, umeomba ubunge hapa, unataka kijana wa mtaani ajiajiri? Wabunge wote hao tumeshindwa kujiajiri, tukaenda kuomba ajira kwa wananchi wengine maprofesa, si nanini, kijana aliyemaliza mwaka wa kwanza mnawambia nenda ujiajiri kule, vijana hawezi kutengeneza ajira. Nina imani kwamba unazidi kutufuatilia mpenzi mtazamaji, mazungumzo haya mazuri kabisa na mimi ningeomba niweze kupata wazo lako hapa chini. Wewe unaonaje hili swala la serikali kuweza kuwataka wananchi waweze kujiajiri, kipindi hao hao viongozi kazi ilipowaishia walirudi kwa wananchi na kuwaomba wananchi kazi kwamba wakawaajiri. Hmm, lazima tuweze kuzungumza, tuone haya mazungumzo yetu yataelekea upande upi. Sasa mpenzi mtazamaji, kwa mara nyingine, wacha tu niweze kukuomba, kama unanitazama kwa mara ya kwanza, tafadhali chukua sekunde moja mbili tatu, ukapiga subscription, kwa sababu ukifanya hivyo mpenzi mtazamaji utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupata taarifa zetu kutoka kwa kituo chetu ambacho ni nambari moja katika masuala ya kisiasa, kikiendeshwa naye bwana Ezra ambaye ni mimi. Hili swala la viongozi kutowajibika waweze kututafutia kazi sisi wananchi, limeweza kukua kero kwa raia. Ingia Tanzania Tanzania, vijana wengi rika yangu hatuna kazi. Ni kwa nini? Tukianzia diwani, tuende mbunge, tuende rais, wote wamezembea. Hawataki kufikiria jinsi ambavyo sisi tutapata kazi lakini kitu ambacho wanafikiria ni jinsi wao watoto wao vitukuu wao na watoto wa viongozi watapata kazi. Ni jambo la kusikitisha. Angalia Samia ni raisi wa kujiweka madarakani. Mtoto wa Samia Wanu ni mbunge maalumu yeye ni waziri msaidizi, sijui kama unanielewa tena. Kuna binti yake mwenye yuko kwa kazi, tena mkwe wa Samia ambaye ameweza kumwoa mtoto wa Samia mwenye anaitwa Mchengerwa Mohamed, ni waziri wa afya Tanzania. Yaani familia inazidi kutafutiana kazi haya, angalia mtoto wa aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, Ramadhani ni waziri wa utumishi wa umma Tanzania. Mtoto wa Magufuli ni mbunge mteule au ukipenda mbunge maalumu Tanzania. Haya, kuna mjukuu nafikiri kwamba ni mjukuu wa Hussein Mwinyi yule, ambaye aliwahi kuwa yule, mwenye amewahi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yule mjukuu mwenye yuko na miaka karibu sita hapo yani, karibu miaka saba hapo amechaguliwa katika cheo ndani ya UVCCM, ukipenda Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Yani watoto wa viongozi wanatafutiwa ajira, huku sisi wenye hatuna mtu mwenye ataweza katushika mkono, tukiendelea kusalia hatuna kazi. Tutaendelea mpaka lini na haya mambo, mpenzi mtazamaji tutaendelea mpaka lini haya lazima yakome haya lazima yakome hatuwezi tukawa kwamba tunawalilia viongozi watutafutie kazi viongozi wanaziba masikio wanaenda kutafutia watoto wao kazi tukitaka hawa viongozi waweze kutupea kazi waweze kuwajibika zile kodi ambazo wanazikusanya waache kuiba Waziweke pamoja waunda ajira kwa vijana, lazima tuchukue hatua. Lakini tukiendelea kutulia tulia ho sijui Samia ametushtua kidogo, tumenyamaza, tutaendelea kuteseka, kizazi chetu kitaendelea kuangamia na hakuna kazi. Sasa wananchi wameweza kutoa kauli zao kutokana na hii kauli ya John Heche ambayo imeweza kutolewa sasa hivi. Nilikuambia kwamba kauli hii ya John Heche alizungumza kitambo lakini imeweza kuletwa upya. Kuna huyu mwenye anaitwa Katula akakuja akasema kwamba huyu jamaa John Heche ana fakti za maana sana, au hawa ni baadhi ya watu waliotumwa na Mungu kukomboa taifa letu la Tanzania. Alafu mwingine akaja akasema hivi da, wanaosema ukweli wanateseka sana katika nchi ya Tanzania. Angalia wale watu ambao wanasema ukweli kabisa Tanzania wanaonewa, mtu kama vile John Heche, mtu kama vile Tundu Lisu, kina Wajima na wengine. Akaja akasema hivi mwingine akaja akasema hivi mm -hmm, wakiwa kwa meza hawatukumbuki sisi wengine. Asante sana John Heche kwa kututetea. Unaona, huyu mtoto wa Samia ameweza kuvumbuliwa na ameweza kushambuliwa. Anaambia watoto wengine wa maskini waenda wakajiajiri, kipindi ambapo yeye mama yake alitafuta ajira kutoka kwa wananchi yeye ameweza kupewa ajira ya serikali. Mbona hataki sisi tuweze kupata ajira ya serikali jinsi ambavyo aliweza kuipata? Anatuambia kwamba tuende tukajiajiri, na kipindi ambapo anatuambia tuende tukajiajiri, mtaji wa kujiajiri tutautoa wapi? Viongozi kama hawa hata wanapaswa kupigwa mawe. Kiongozi kama huyu mtoto wa Samia Wanu mwenye anatuambia tuende tukajiajiri, Pesa za kujiajiri tutatoa wapi? Unaweza kumwambia nini mtoto huyu wa Samia?